Kwa jina naitwa mchungaji Charles Katemani Shija, ni mchungaji nafanya kazi katika ushirika wa Upendo Geita, KKKT Upendo Geita. elfu mbili ishirini na ishirini na tano nimepata neema ya kupata na wathorojia wengine ambao wa watabarikiwa kuwa wachungaji tarehe ya ishirini na nane ya mwezi huu wa tisa. Wathorojia kumi na sita watabarikiwa kuwa wachungaji mahali hapa. Mimi ninatoa ni wito kwa Wakristo wote kwanza wa KKKT usharika wa Upendo Geita wahudhurie uh, siku ya Jumapili kuja kushuhudia tendo hili kubwa la kihistoria katika dasi yetu, ambalo kwa kweli ubarikio utakuwa mkubwa, kwa sababu unachukua wachungaji chung, watheroja wengi wanabarikiwa kwa wachungaji watheroja kumi na sita kwa kweli haijawahi tokea, itakuwa ya kwanza kwamba trip hii inakuwa na waoja wengi ambao wanabarikiwa kwa wachungaji. Hivyo ninatoa wito kwa Wakristo Walutheri wa hapa kwanza Geita na nje ya Geita, wote mnakaribishwa kuja kushuhudia tendo hilo. Lakini pia nichukue nafasi kuwakaribisha Wakristo wa, wa madhehebu mbalimbali yaliyo hapa Geita na jirani ya Geita tunawakaribisha, karibuni kuja kushuhudia tendo hili kubwa na la kihistoria historia Istoja. Pia hata wasio wa Kristo wanakaribishwa kuja kushuhudia tendo hili tendo, kwa sababu ni tendo la baraka. Kwa jina langu naitwa mwinjilisti George Bahati, ni mwinjilisti mso ya tarehe 28 mwezi wa 9 2025. Kwa kweli ni ibada ya baraka sana na ni ibada ya tofauti katika diocese yetu, ambapo tunaungana na watumishi wenzetu wanaoingizwa kazini kwa ajili ya kuitenda kazi ya Bwana. Kwa kweli tunazidi kumwona Mungu na tunatumaini ya kwamba tutakuwa na ugeni mkubwa sana, maaskofu na wachungaji. Kwa hiyo itakuwa ibada ya baraka nyingi, tofauti na ibada zingine zaidi kwa sababu itakuwa ikiambatana na viongozi wakubwa wa okay. Maandalizi yapo vizuri kwa kweli. Tunaona kuna kamati ya ukaribishaji inaandaa namna gani au jinsi gani ibada itakavyokuwa katika hali ya utulivu. Kwa kweli maandalizi yapo vizuri na okay. ya tarehe nane, waliopo mashariki, magharibi, kaskazini na kusini, pande kuu zote za dunia, tujumuike pamoja ili tuzidi kumtukuza Bwana kupitia ibada ya ubarikio. Naitwa Mwinjilisti Emanuel John Ekaristi, ni mwinjilisti wa usharika wa Upendo Geita, jimbo la Magharibi, Diosisi Mashariki ya Ziwa Victoria. Jumapili ya tarehe 28 mwezi wa 9 2025, katika Diosisi Mashariki ya Ziwa Victoria, jimbo la Magharibi, usharika wa Upendo Geita, kutakuwa na ibada ya ubarikio ya wachungaji ambapo ibada hii itatanguliwa na maandamano. Kwaya mbalimbali zitakuwepo, na baada ya maandamano, ibada itafanyika kwa ajili ya kuwabariki wachungaji, na ibada hii itaanza muda wa saa tatu kamili asubuhi. Kwa hiyo ni ombi langu kuwa wewe unayetutazama, karibu sasa katika ibada hii ushuhudie watumishi wa Mungu wanavyoingizwa, wanavyobariki, wanavyoingizwa katika shamba la Bwana kwa ajili ya kuendelea kumtumikia Mungu. Kikubwa wachungaji wote dae sisi watakuwepo lakini, kutakuwa na wageni mbalimbali watakuwepo mahali hapa kwa ajili ya kushuhudia. Ni kweli itakuwa ni ibada kubwa sana, yaani ni tofauti na ibada zinginezo tumekuwa tukiona. Tumezoea kuona labda ibada wanasimama wachungaji wachache, lakini ibada hii utatazama ni jinsi gani Mungu anavyoenda kutenda miujiza juu ya watumishi wake.